Usalama wa chakula duniani unaadhimisha siku hii. Ukiwa wapi, una chakula ama huna? My, my, my name, right. Habari Wikendi hii leo inafunga safari kutoka manispaa ya Iringa hadi katika kijiji cha Kiponzelo, umbali wa takriban kilomita 80 kutoka hapa Iringa mjini. Na kubwa zaidi, tunaangazia uwepo wa chakula katika eneo hili, umewasaidia wakazi wa wa eneo hili ama imekuwa ni changamoto. Na idadi kubwa ya wakazi wa eneo hili hujishughulisha na shughuli za kilimo cha mazao mchanganyiko. Na waswahili husema upele umkuta asiye na kucha, ndicho ambacho kinadhihirika katika eneo hili, kwani licha ya kuwa na chakula cha kutosha, lakini bado changamoto ya udumavu kwa watoto wenye umri chini ya miaka na mitano imeonekana kuwa kitendawili kilichokosa jawabu. Ma, tulipima watoto 1246 lakini watoto ambao tuliwagundua wana shida ya kilishe au hali ya fifu ya kilishe ni watoto 439. Kwa mujibu wa takwimu za Wizara ya Afya, hali ya udumavu kwa watoto chini ya miaka mitano kwa mkoa wa Iringa ni asilimia 56.9, Iringa ikiongoza kitaifa huku utafiti wa ndani ya mkoa wenyewe ukisema ni asilimia 30.1 tu ya udumavu. Unakuta mtu akila tu ugali na maharage analizika, nimeshashiba. Kwa hiyo hatafuti kitu kingine, ili kuunganisha familia waweze kupata mlo kamili. hapa si kwa mama ntilie, bali ni darasa maalum linaloandaliwa na wanakijiji cha Kiponzelo kwa lengo la kutoa elimu ya masuala ya lishe hivi tuna vifaa vyetu na hivi vifaa hivi vifaa vyetu vinapatikana katika jamii yetu. Tuna makundi yote sita ya vyakula. Tuna kundi la kwanza la nafaka na tunapata mahindi, miogo, viazi na ndizi za kupika. Tuna kundi la pili ambayo nisema jamii ya kwa leo hapa tuna maziwa na mayai, lakini tunakuaga na samaki, nyama, dagaa. Asilimia kubwa wa mama wanajitokeza na wale wasiopokea tunawafata majumbani, tunawahamasisha. Asilimia kubwa wanajitahidi kuja katika kikundi kama hivi mnavyoona. Je, wamekuwa na msaada kiasi gani kupambana na udumavu? Watoto wenye upungufu wa kilo walikuwa ni wengi, lakini kupitia haya mafunzo ya lishe na kutambua makundi, makundi ya vyakula vimetusaidia, mpaka sasa hivi watoto wanapanda kilo. Watoto walikuwa katika hali ya udumavu na ukondefu, lakini na uzito pungufu ulikuwa ni kwa kiwango cha juu. Shirika la World Vision Tanzania kwa kushirikiana na serikali ndilo limewezesha viongozi wa kijiji kupata elimu ya awali. Kwa wale wamama viongozi wale, kwenye wakila kikundi, wanaenda wanakutanika kupata hayo hizo elimu za afya na lishe, usafi wa mazingira, jinsi gani ya kuwalea watoto, unyonyeshaji na mambo yote kwa ujumla, alafu wao wanakuja sakuja kuwa wanakutana hawa kina mama mara mbili kwa kwa, kwa, kwa wiki kwa mara mbili kwa mwezi wakikutana sasa ndio wanapeana haya mafunzo ambayo unayaona hapa. wana, wanawake wengi walikuwa hawana elimu kuhusu makundi sita ya vyakula, ilikuwa elimu hakuna, lakini tunashukuru shirika au division likatupatia mafunzo sisi, kama mama viongozi tukapata elimu tukaanzisha vikundi. Sasa hivi tumehamasika kama mnavyoona, wamama wamekuwa kipaumbele kuja kwenye vikundi kusoma hayo masomo. Mkakati mwingine waliojiwekea wanakijiji hawa ni kila mwenye mifugo hulazimika kupeleka lita moja ya maziwa shuleni kila uchao, ili kuwawezesha watoto kupata lishe bora. Ama hakika, Iringa bila udumavu inawezekana. Muhammad Nyaulingo, na hii ni habari weekend <muchas>